Rais Dr. John Magufuli anatarajia kuanza ziara ya kikazi mkoani Mtwara hapo kesho ambapo atazindua miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kuzungumza na wananchi mkoani humo. Mwandishi wetu Matina Ngulumbi ametuandalia taarifa zaidi kutoka mkoani Mtwara. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari pamoja na kamati ya ulinzi na usalama mkoani humo, mkuu wa mkoa wa Mtwara Halima Dendego amesema Rais Magufuli ataanza ziara yake Machi 4 mwaka huu ambapo atatembelea kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Ziara ya kwanza itafanyika katika bandari yetu ya Mtwara, lakini baada uh, ya eneo hilo la bandari, basi Mheshimiwa Rais ataenda tena katika ofisi za NMB kanda ya Kusini. Ni ofisi mpya kabisa tunazindua huduma ya ofisi hizo kwa ajili ya shughuli ya ufunguzi. Na baada ya hapo tutaenda moja kwa moja kwenye ofisi za Benki Kuu ya Tanzania na hapo pale kutakuwa na shughuli za uzinduzi wa shughuli za Benki Kuu kanda ya Kusini. Na kwa siku hiyo ya tarehe nne tutamalizia kwenye uzinduzi wa majengo yaliyojengwa na Shirika la Nyumba la Tanzania, watu tumezoea kuita National Housing, majengo ambayo yako Rahareru na siku ya pili ambayo ni tarehe tano mwezi wa, wa tatu tutaanza ziara yetu kwa kutembelea uh, eneo la TANESCO au uh, barabara ya bandari ambapo tuna ujenzi mkubwa wa mradi wa kuongeza nguvu za umeme kwa mikoa ya Lindi na Mtwara. Pale tutakuwa na shughuli za uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi huo na baadaye ziara yetu itakuwa inajielekeza katika kiwanda cha saruji cha Dangote. Pale mheshimiwa rais atapata fursa ya kuona shughuli zinazoendelea katika kiwanda, lakini vile vile kuna kazi kuu ya kwenda kuyazindua magari yale ya kubebea saruji, kama tulivyosikia hapo awali kupitia vyombo vya habari, ikiwa ni ahadi yake mwenyewe mheshimiwa rais wetu. Baada ya hapo, kutafatiwa mkutano wa hadhara ambao utafanyika katika viwanja vyetu vya Mashujaa. Kufuatia ujio huo wa Rais Magufuli mkoani Mtwara, Dendego amewataka wananchi mkoani humo kujitokeza kwa wingi kumlaki na kumpokea Rais Magufuli ikiwa ni mara ya kwanza kuwasili mkoani Mtwara tangu achaguliwe kuwa Rais. Naomba tujitokeza kwa wingi katika mapokezi ya Mheshimiwa Rais tukiwa watulivu kabisa na wanyenyekevu kwa kiongozi wetu ili aje salama na arudi salama Dar es Salaam. Asanteni sana Kwa upande wao baadhi ya wakazi wa, wa Mtwara wakatoa wa maoni yao kuhusiana na ujio huo wa, wa Rais Dr. John Magufuli mkoani Mtwara na kusema, kuna maeneo jamani makubwa hapa mjini wawekezaji. Tunaomba Rais Magufuli watuetee wawekezaji, wawekezaji. Tuna maeneo makubwa, tuna korosho tuna nazi tuna kila kitu, kila kitu, kuna ukuta kuna nini kuna nini kuna nini. Swala la umeme limeonekana kwamba ni changamoto kubwa, wakati sisi ndio wazalishaji wakubwa wa gesi. Martina Ngurumbi, TBC Mtwara.